Hili ni pumziko kutoka kwa Pasta Andegunyu, linazungumza kuhusu uchumba sehemu ya tisa. Uchumba ni jina lenye kutambulishwa na sura ya upekee. Uchumba ni jina lenye kutambulishwa na sura ya upekee kwa kuwa uchumba ni kipindi cha kutazama upekee ulionao kabla ya kuanza kuzaa na kuongezeka. Uchumba ni kipindi cha kutazama upekee wako kabla ya kuanza kuzaa na kuongezeka ikimaanisha kuwa na ndoa au kufanana. Narudia tena hapa, uchumba ni kipindi cha kuonekana kwa upekee huo kabla ya kuanza kuzaa na kuongezeka ikimaanisha kuwa katika ndoa, kwa neno rahisi, kufanana, kwa kuwa hauwezi kuwa katika ndoa kabla ya kuwa katika uchumba. hauwezi kuwa katika ndoa kabla ya kuwa katika upekee, hauwezi kuwa katika sura ya kufanana kabla ya kuwa katika upekee katika jina ku, katika jina moja la uchumba ili uzae na kuongezeka kwa sura yako, ni lazima kwanza sura hiyo iwe katika upekee, ili kile unachokizaa kiwe katika upekee huo wa sura hiyo. Ili uwe katika ndoa, ni lazima kwanza uwe katika uchumba, yaani upekee ambao utakufanya uzae na kuongezeka katika sura hiyo hiyo yako ya upekee, kwa kuwa chochote kinachozaliwa kutoka kwako kuzaliwa kwa sura yako, ndiyo maana kwamba ni lazima kwanza sura hiyo iwe katika upekee, na kwa jinsi ya kuwa katika sura ya upekee, utambulisho wa upekee, ndiyo huitwa kwa jina uchumba. Kwa kuwa utasemaje unafanana na mwingine ingali sura yako hauijui? Utasemaje unataka kuoana au kuoa ingali haujui upekee wako, ili huyo ambaye utaoana naye au kufanana naye awe ni wa sura ya upekee huo ulionao ndio maana uchumba unakuwepo katika kujieleza. Ndio maana uchumba ndio huanza kwanza kujieleza kuhusu sura ya upekee ilivyo, ndio unaingia kwenye kufanana na yule ambaye utafanana naye, awe ni wa sura ya wewe uliye katika upekee huo, katika jina moja uchumba. Kwa hiyo uchumba ni jina linalotambulishwa na kutambuliwa kwa sura ya upekee, ikimaanisha popote pale ulipo ukiwa katika sura ya upekee ndipo kwa jina huitwa uchumba, kwamba katika uchumba ndipo uzao wa kuzaa na kuongezeka unapoanzia, ikimaanisha ndoa ndipo inapoanzia katika upekee huo kwani ndoa maana yake ni, maana yake inatambulishwa kwa sura ya uzao, na hicho kinachozaliwa hutoka katika sura yako, na sura hiyo ndio hiyo sura inayoitwa ya upekee katika jina moja ndoa. Ni sura gani ya upekee ulio nayo? ni sura gani ya upekee ulionayo katika jina moja uchumba? Ndio ni sura hiyo ya uwepo huo ulionao hapo popote pale ulipo, sura inayoitambulisha uchumba wako sura inayotambulisha jina uchumba, ambayo ndo sura ya upekee, ni huo uwepo wako wa jinsi hiyo ulivyo, popote pale ulipo. Ni mwanamume au ni mwanamke, ni kabila hilo au ni dhehebu hilo, ni wewe katika jinsi hiyo ya uwepo wako huo, popote pale ulipo ndio sura ya upekee ambayo ndio utambulisho unaotambulisha jina hilo la uchumba, ndio uchumba, ndio hatua ya kwanza kabisa kabla ya kuwa na ndoa, ikiwa na maana kufanana kwa kuwa huyo ambaye unahitaji kufanana naye anakuwa ni wasura yako wewe, ikimaanisha ikimaanisha wa jinsi vile wewe ulivyo na wewe ulivyo, ndio hiyo sura ya upekee ya utambulisho au inayokutambulisha kwa jina moja, ndo kwa jina moja uchumba, na sura hiyo ambayo inakutambulisha inatambulisha jina hilo uchumba sura hiyo ya upekee ambayo inatambulisha jina hilo uchumba, ni sura hiyo ya uwepo, ni sura hiyo ulionayo. Ndio narudia tena, sura ambayo inakutambulisha au inatambulisha jina hilo uchumba ambayo ni sura ya upekee, ni sura hiyo ya uwepo, ikimaanisha ni sura hiyo ulionayo, ni uwepo huo ulionao sasa hivi, ndiyo sura ya upekee ambayo inatambulisha na kutambua jina uchumba ndio ni jinsi hivyo ulivyo, sura ya uwepo huo ulio nao ndio sura ya upekee inayotambulisha au kutambu, kukutambulisha wewe uliye katika jina mchumba, ikimaanisha sura ya upekee ndio utambulisho wako, na ndio mwanzo wa kuingia katika kuzaa na kuongezeka, ikimaanisha katika ndoa, yaani kufanana ndio sura ya upekee ndio utambulisho wa sura ya uchumba ndio utambulisho wa jina uchumba, ambao ndio unakufanya uingie katika hatua au ndio kuwa mwanzo wa ndoa. Ukishaujua upekee wako moja kwa moja tayari unaingia katika ndoa, ikimaanisha katika uzao wa kuzaa na kuongezeka kwa upekee huo ulionao kwa uchumba huo ulio nao. Ukishaingia katika kuzaa na kuongezeka, ndipo huitwa katika jina moja ndoa lakini leo ninazungumza kuhusu uchumba, yani sura ya upekee, na kwa jinsi yoyote popote pale ulipo, kwa uwepo wako hapo ulipo, hiyo ndiyo sura ya upekee huo, na kufanya wewe kwa sura hiyo ya upekee inayotambulisha na kulitambulisha jina uchumba kuwa ndio pumziko la uchumba. Na jina uchumba na jina uchumba kuwa ndio pumziko lako kwa neno moja hapo, popote ulipo katika jinsi ya uwepo wako hapo ulipo ndio huitwa pumziko kwa jinsi ya uwepo wako popote pale ulipo, katika jina moja uchumba unaotambulishwa na sura hiyo ya upekee wa uwepo wako hapo ulipo, ndio huitwa kwa jina moja pumziko, na ku na kuwa na maana ulipo unaishi pumziko la uchumba wako uchumba huo unaishi pumziko lako na kuwa ni uchumba wa pumziko lako, hapo ulipo, pumziko la uwepo wako hapo ulipo, na kufanya, utautambuaje uchumba wako kama ni sahihi? Utautambua vipi uchumba huo kama ni sahihi kwa mchumba huyo kwa huyo aliyekuchumbia bila shaka unautambua uchumba huo kupitia, kupitia sura inayotambulisha inayoitambulisha inayoutambulisha uchumba huo, na sura ambayo inautambulisha uchumba huo ni sura ya upekee na sura ya upekee ni sura ya uwepo. Ikimaanisha sura ya upekee ni jinsi hivyo wewe ulivyo, ndio sura ya upekee, ikiwa na maana popote pale hakuna mwingine aliye wewe wa jinsi hiyo ulivyo. Na kwa maana hiyo ndipo umejua kwamba uchumba wako uchumba wako huu ni sahihi. Uchumba huu kwa huyo mume, kwa huyo mwanamume, uchumba huu kwa hiyo fedha, uchumba huu kwa hiyo nyumba, uchumba huu kwa hiyo familia, uchumba huu kwenye uwepo wa chochote kwa neno rahisi, upekee huo kwa huyo mume, upekee huo kwa huyo mke, upekee huo kwa hiyo fedha, upekee huo kwa, kwa kila chochote popote pale kilipo, au katika uwepo, basi ni uchumba ulio sahihi. Hapo ulipo upo ni katika uchumba ulio vema. Upo katika pumziko la uchumba wako, upo katika pumziko la uchumba wako, na pumziko la uchumba wako ni wewe kuwepo hapo ulipo, imetosha. Unaishi pumziko la uchumba wako ikimaanisha unaishi raha ya uchumba wako na raha hiyo ya uchumba wako imejulikana katika uchunguzi huu kwamba uchumba wako uchumba wako unatambulishwa na kutambuliwa kwa sura ya upekee, ndiyo inayokutambulisha na sura ya upekee ni huo uwepo wako, sura ya upekee ni huo uwepo wako na kwa jinsi uwepo wako ndio sura ya upekee, basi moja kwa moja uwepo wako ndio pumziko la uchumba wako, ikimaanisha ulipo hapo, ndio unaishi pumziko la uchumba. Uchumba huo katika jina hilo ndio pumziko lako, yani ni raha. Kwa hiyo Haijalishi uko wapi, haijalishi una nini, haijalishi unakaa wapi, haijalishi uko kipindi gani, lakini popote pale unaishi pumziko, yaani raha ya uwepo wako, na kufanya hivyo, popote pale upo katika raha, yaani pumziko la uwepo wako katika jina moja uchumba, yaani upekee katika jina moja uchumba yani upekee. Na umeujua vipi? Ni katika sura inayokutambulisha ambayo ni sura ya upekee, na sura ya upekee huo ndio uwepo wako huu ulio nao, na si kwa kufanya chochote, bali kwa kuwepo hapo ulipo, na ndio maana pumziko hili lipo hapo ulipo. Pumziko hili lipo hapo ulipo katika uchumba huo nawe kuwa ni wa pumziko, na uchumba huo na uchumba kuwa ni wa pumziko lako, basi popote pale ulipo, pumziko hili lipo pamoja na wewe pumziko hili lipo pamoja nawe, hautakosa pumziko au raha ya uchumba wako, hautakosa pumziko yani raha ya uwepo wako, popote pale ulipo, katika jinsi ya upekee huo, katika jinsi ya sura ya upekee huo, katika jina moja uwepo, yani uchumba leo hii inaishia katika sehemu hii ya 9. Usikose wiki ijayo katika sehemu ya kumi inayohusu uchumba kutoka kwa pasta huyu Andygunyu. Basi somo hili linapatikana kupitia ukurasa wa YouTube channel au ukurasa wa YouTube kwa jina la Pumziko au Pumziko moja. Usikose wiki ijayo siku kama hii ya leo, kwani pumziko hili unaposikia neno hili, ndipo nawe hapo ulipo hautakosa kuwa na furaha, hautakosa kuwa na pumziko katika uwepo wako huu wa upekee huu, kwa jina moja, uchumba.